Mambo yamegeuka huko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Wazalendo ama kundi la Wazalendo ama linaloitwa Wazalendo lililokuwa linaungana na serikali katika kukabiliana na makundi mengine ya waasi limegeuka, na linataka kwamba liunganishwe katika taasisi za kisiasa na kiusalama. Taarifa kutoka RFI inasema kwamba mvutano ulipozuka kati ya wanamgambo wa Wazalendo na mamlaka mjini Kinshasa, hasa kuhusiana na uwepo wa Jenerali Olivier Gasita huko Uvira, wanamgambo hao wametuma risala kwa Rais Felix Tshisekedi. Ingawa wanathibitisha uaminifu wao kwa Kinshasa, wameweka masharti kwa uaminifu huu. Madai haya yanatia wasiwasi kwani uwepo wao unavuka mstari wa mbele pamoja na vikosi vya jeshi vya DRC yaani FARDC, mashariki mwa nchi. Mambo haya yameendelea kutokea huko katika nchi ya DRC na wanamgambo hawa, ijulikane kwamba ndio walikuwa wanaisaidia sana jeshi la DRC maarufu kwa jina la FARDC. Madai yao sasa yamevuka masuala ya usalama. Katika risala yao kwa ujumbe wa serikali huko Uvira, wazalendo waliweka masharti kadhaa. Kwanza, wanadai kupiga marufuku mienendo ya watu kutoka maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa kundi la AFC AM M23. Ombi lingine ni kwamba maafisa waliotumwa Uvira waishi katika jiji hilo na sio Bujumbura mji mkuu wa jirani wa Burundi. Na wanaenda mbali zaidi, wanapendekeza kupeleka wanajeshi wao kwenye lango la kuu la kuingilia mkoa wa Kivu Kusini, ili wanasema, kulilinda vyema eneo hilo dhidi ya watu kujipenyeza zaidi. Wanasema lakini matamanio yao yanavuka zaidi masuala ya kijeshi, wanadai waweza kushiriki katika mazungumzo ya amani ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya Doha. Pia wanataka viongozi wao wa kisiasa kuunganishwa katika serikali za kitaifa na mkoa na mikoa na katika taasisi na huduma za serikali na mashirika ya umma, wanasema ili kuhakikisha ufuatiliaji. Wanaomba hata kuteuliwa kwa mshauri maalum anayehusika na masuala ya wazalendo pekee katika ngazi ya taifa. Hadi sasa hakuna jibu lililotolewa kwa barua hii. Mshauri wa karibu wa Felix Tshisekedi ameieleza RFA kwamba madai haya lazima shughulikiwe na kitengo cha Raad ambacho ni muundo wama, wana mugambo, wa wanamgambo ulioundwa mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, kusaidia fadese na kusimamia wazalendo. Shida ni kwamba muundo huu bado haujatumwa huko Uvira. Kwa sababu hiyo maelfu ya wazalendo waliopo Kivu Kusini wanaendelea kutegemea viongozi wao wenyewe ambao mara nyingi hawasiti kulikosoa jeshi la FARDC, ambapo hawajioni kama msaada wa moja kwa moja kwa jeshi hilo. Taarifa hii inaeleza kwamba ni nani hasa anayewatawala wazalendo na uhamasishaji wao unaweza kufikia wapi. Swali hili ni kiini cha ripoti kadhaa zilizochapishwa katika wiki za hivi karibuni na mashirika yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Mataifa. Wazalendo hawako tu mstari wa mbele pamoja na FARDC, wanapatikana pia katika miji na vijiji kadhaa chini ya udhibiti wa Kinshasa, kutoka Maniema kwenda Kivu Kaskazini hadi Kivu Kusini. Katika mji wa Uvira uwepo wao unadhihirika haswa, hivi majuzi walipinga uwepo wa jenerali Olivier Gasita naibu kamanda wa kanda ya 33 ya kijeshi. Taarifa hii ni kutoka huko DRC ambapo wazalendo wanataka waunganishwa katika taasisi za kisiasa na kiusalama na hawa wazalendo wanajulikana, wengine wanawaita wanamgambo, lakini ndio wanasaidia sana jeshi la DRC kupambana na makundi ya waasi waliopo ndani ya nchi ya demokrasia ya Kongo maarufu kama DRC. Nimewahi kusema siku zote, Kongo inaponzwa na madini ama rasilimali zilizopo katika nchi hiyo, sawasawa na vile ambavyo ukiona kuku mweupe ama kuku mweusi kwa mganga, basi ujue kwamba kuku hao wameponzwa na rangi zao. Nini kitendelea Kongo? Nani ataiokoa Kongo? Tusubiri muda.